Habari ya kutwa wapenzi wa watazamaji matumaini, yetu ni wazima na kila mmoja amekuwa akipambana, kuna namna gani ambavyo anaweza kudumisha afya yake na kuwa bora kipindi chote ambacho atakuwa hai. Yani maana yake tumekuwa tukipambana, waweza kuboresha afya zetu na kuepukana na changamoto za afya ambazo huwa zimekuwa zikijitokeza kila mara na pale ambapo wanatamani kuwa sehemu salama zaidi. Lakini leo tukiwa na mwendelezo wa darasa la nne au sehemu ya nne ya swali ambayo itakuwa nanajuliza, kwa sababu gani yani hedhi huanza katika umri gani? Yaani mwanamke ni kipindi gani ambacho huwa anaanza hedhi? Na hili swali nafikiri kwa wale ambao kawaida unaweza kujitambua ni siku gani ambapo ulianza hedhi na ni kitu gani ambacho hiki likutokea? Yaani baada ya kuona tu damu kwa mara ya kwanza ulikuwa na mpokeo gani au mapokeo gani ambayo yalitokea katika mwili wako? Lakini sio tu mwili peke yake. Hata akili yako ilikuwa inasemaje? Je, uliweza kusema au kulikuwa na changamoto yoyote? Lakini baada ya kutambua hayo ni kitu gani ambacho wewe kwako utajifunza ukwenda kwa mtoto wako wa kike au kwa jirani yako ya kike ambaye ni bado hajafikisha katika umri sahihi wa hedhi au tayari anakaribia kwenda kwenye hedhi, baada ya kutambua ni kipindi gani ambacho kwake ni rafiki na kuweza kupelekea akawa katika hedhi. Sasa leo tutazame kipindi gani sahihi cha mwanamke ambacho anatakiwa kuanza katika hedhi. Zamani ilikuwa miaka kumi na nne ndio mwanamke anaanza kuingia katika hedhi hadi miaka kumi na sita lakini sasa hivi imekuwa tofauti kidogo kutokana na mtindo wa maisha au mabadiliko ya hali ya hewa imeweza kupelekea mwanamke anaingia hedhi mapema zaidi au kuchelewea kuchelewa kuingia hedhi. Lakini kikawaida sasa hivi au dunia sasa hivi wanawake wengi au tafiti mbalimbali ambazo zimefanyika zinaonyesha kwamba mwanamke anaingia hedhi akiwa na miaka tisa mpaka miaka kumi na tano. Kwa hiyo kama una binti wa kike ambaye hajafikisha miaka tisa na miaka nane, ni wakati sahihi wa wewe kujiandaa au kumpa taarifa mwanao kwamba huwa wanawake tunatokewa na hali fulani au mabadiliko fulani kusa mtoto miaka tisa au miaka kadhaa ya umri ambao mwanamke anatokewa nayo, lakini miaka 15 maana potokea jafikisha miaka tisa au hajaingia hedhi akiwa na miaka tisa au miaka kumi, miaka kumi na moja, kumi na mbili, kumi na tatu, kumi na nne basi ana nafasi kubwa kuweza kuingia miaka kumi na tano ambayo tunaenda kumfahamisha mtoto namna ambavyo hedhi inakuwa, namna ambavyo mabadiliko yanatokea katika mwili, namna ambavyo hisia hi zinakuwa. Kwa hiyo kwa kawaida we mama atakiwa ufahamu hiyo. Kwa kawaida, we jamii atakiwa ufahamu hiyo. Kwa kawaida, wewe mwenza ambao una mtoto nyumbani wa kike lazima ufahamu hili. Sasa kuna hali inatokea ambayo sio kawaida, watoto wengi wamekuwa wakipata, hususan inapokuwa wadogo zaidi au wanapozaliwa wachanga, kwa muda ndani ya wiki mbili au mpaka mwezi mmoja na hiyo hali huwa tunaita uh, inaitwa Sido menstruation. Sido menstruation, hii ni hali ambayo mtoto anaenda hedhi akiwa mdogo zaidi. Ni hali ambayo inaweza kusababishwa na homoni ambazo mtoto anakuwa amezipokea kutoka kwa mama yake akiwa tumboni. Wanapozaliwa, zile homoni zinaweza zikawa nyingi na kumpelekea mtoto akaanza kwenda hedhi akiwa mdogo zaidi. Sio kwamba itaendelea, amna, itaenda mwisho wa siku itakata baada ya mwili wa mtoto kukaa na kujitengeneza. Hali ya kawaida kabisa, kwa hiyo usishtuke, jambo la kawaida kabisa, lakini kuna vitu ambavyo vinaweza kuathiri hedhi. Kuna kitu, kuna vitu ambavyo vinaweza kuathiri hedhi ya mwanamke na kumpelekea kuwaisha au kuchelewa kuwa kwa hedhi. Ikiwa mazingira ikiwa ni mazingira viwanda au mtindo wa hali ya hewa, inaweza kupelekea mwanamke kawa kuingia hedhi kabisa, au mwanamke ambaye alikuwa na stress au mawazo kupindukia, anaweza kawaisha kuingia hedhi au anaweza kachelewa kuingia hedhi na hii tutalisema katika madarasa ajayo ambapo tutajifunza namna ambavyo mwanamke anaweza akawa na stress nyingi na kupelekea kuchelewa kwa hedhi, au zile dalili za hatari ambazo zinaweza zikajitokeza zisionekane kwa kipindi hicho mpaka pale mwili wake utakapokuwa sawa, au mpaka pale akili yake itakapokuwa sawa. Lakini pia kuna hali au ya e, e, genetics ya ku, ya kurithi ambayo tayari tushaisema kwamba mtoto wakati mwingine inaenda wiki mbili mpaka mwezi mmoja na wiki mbili, huwa anaweza katokewa na hizi ndio menstruation ambayo mtoto anapata hezi. Kwa hiyo kwa wale mama ambao tuko na mtoto mdogo kabisa wanatokewa na hii hali, usishtuke ni hali ya kawaida. Lakini kwa wale mama ambao unanisikiliza na una jirani yako ambao anatokewa na hii mtoto hii hii hali, usiwaishe au usifanye maamuzi ya kumpeleka hospitali ya kalaka, ni hali ambayo itaenda kikubwa ni kumsafisha na kuwa salama kivi chote. Lakini hali ya chakula ipi anaweza kupelekea mwanamke akachelewa kuingia hezi au akawahi kuingia hezi. Sasa hapa hatutazungumza sana na tutakuja kuzungumza namna gani mwanamke ambavyo huwa tunasema mwanamke ambaye hapendi kula au hapendi kula vyakula vyenye mafuta au mwili wake ni mwembamba sana kutokana na chakula, huwa anapelekea kupata changamoto kidogo ya hedhi. Kwa hata mtoto ambaye anataka atata, kuanza hedhi e, kama hata upata virutubisho vya kutosha, basi inawezekana ikawa sababu moja kwa moja kuweza kuwahi kuingia katika hedhi, lakini baada ya muda ikamsumbua kutokana na chakula ambacho anakula. Lakini pia mabadiliko ya homoni tushasema, kuhusiana na genetics eza mirithi kutoka kwa wazazi kachangia au mtindo wa maisha umeweza kupelekea homoni zikabadilika na mwanamke kaingia hedhi mapema zaidi au akachelewa kuingia katika hedhi. Haya ni mambo ambayo lazima uyazingatie na ni mambo lazima mtoto wako, kama atakuwa katika umri huu, lazima umfahamishe ni kitu gani ambacho kitaenda kutokea hapo baadaye. E, mahitaji muhimu kwa mtoto ni kumwandaa kiakili, pale ambapo inatokea asiweze kushtuka au asiwe na uwezo wa kuficha, kwa sababu mwisho wa siku atahitaji msaada wako wa kuweza kumweleza ni kitu gani ambacho anatakiwa kufanya Mfano sasa imetokea akiwa shule na anaanza kuona damu kila mwezi, na hajapewa maarifa kwamba ni hedhi ambayo inatokea, anatakiwa kutafuta pedi au nguo za ndani ambazo zitakuwa nzito na kuweza kuikava ile damu itakayotoka. Sasa wewe kama mzazi utam, utamficha na mtoto atakuwa hivyo, kuna siku moja itaumbuka mbele za watu, itamtokea na atashindwa kujua ni hatua gani za kufuata. Kwa lazima ufahamu mzazi dalili za mtoto kuonyesha kwamba anaingia katika hedhi, au mtu yeyote ambaye anaingia katika hedhi huwa anaonyesha dalili gani, na inapotokea achukue hatua gani? Hii itamfanya mzazi, mtoto kuwa salama na kuepusha wale mawazo ambayo anayo kuhusiana changamoto ya hedhi ambayo atakuwa nayo. Ni vizuri kuendelea kushare, ni vizuri kuendelea kusubscribe na kuonyesha upendo, ikiwa ni series ya video mia moja ambazo tu, tunaweza kukusana hedhi. Na kama hujapitia video itatu zilizopita ni vizuri kufuatilia na kuweza kupata maana halisi na kuweza kumfundisha mtoto wako, lakini kwa hiyo mtu wa kawaida anaweza kusikiliza na kuona namna gani anaweza kuwa salama zaidi video mia moja lakini zitakuwa na maarifa ya kina ambayo haufundishi sehemu nyingine. Ni wewe umejikuta kwa ukijigundua au umejikuta unapitia hiyo hali lakini hujui kwamba ni ya kawaida au sio kawaida, kwa hapo utajifunza vitu vingi zaidi. Kwa endelea kufuatilia, ikiwa ni zawadi kwenu video mia moja ikiwa ni kusherehekea birthday yangu ambayo natimiza miaka ishirini ya x, utafute thamani ya y ili kujua hiyo y ni ngapi, hiyo jumlisha na x ili upate miaka ya yangu halisi. Asanteni na mpaka wakati mwingine, usahau kusubscribe na kulike na kushare ili wengine upate kujifunza zaidi.